Kutoka ardhi ya ndoto tunainuka woo, hey, hey. Mamo, namna gani? Ah, sasa leo kwanza nataka niongee na wewe, wewe hapo unaniangalia personal, ila kabla sijaendelea, naomba kwanza niwakumbuke ndugu zangu wa Wano Africa, watu wazuri sana, na mimi unaniona kwa sababu Wano wameniweka mjini. Sasa tuendelee na mada ya leo. E, eh, bwana, mi nataka niongee na wewe sasa. Unajua, uto utoweza kuwasimamisha watu wote wakupende wewe tu. Kuna watu awatu kupenda, yaani lazima piga hiyo, hata ufanye vipi, kwa sababu hata wewe mwenyewe upendi watu wote. Sasa <laughs> kwanini watu wote wakupende wewe? Na vile vile, nakwambia kuna mahusiano fulani hivi yatakuwa kitabu kifupi tu, hata kama miaka mingi yatabomoka taisha. Kuna connection, tuongelee mambo ya partnership, naona bwana, mambo ya urafiki, kuna sio yote taishi miaka mingi, kuna mingine itaporomoka katikati hapo. Na mimi nakwambia hivi, najua kuna baadhi ya watu wengi tu wameshindwa kufanya maamuzi makubwa kwa sababu wanaona kama vile marafiki zao wa karibu wanaweza kujisikia kama wana na mwana anajisikia siku hizi anajitenga, au sio jiki na kile hiyo, ipo. Na mimi nakwambia, na kuna watu wameshindwa kutimiza dreams zao ndoto zao, kwa sababu wanajihisi kama vile wakifanya vile, kuna wakija kuchemsha, kuna watu watawacheka, au watu wapo na wamekaa wamepumzika. No, na mpaka sasa hivi wanashinda kuendeleza dreams zao hizo ndoto zao za kichwani. Na mimi nakwambia hivi, mtu ambaye wewe unatakiwa kushindana naye ni mtu huyu mmoja, wewe mwenyewe. Shindana <laughs> na mwenyewe ukiamka asubuhi jiulize, jana nilifanya nini ilo? Nataka niwe Be bora kuliko nilivyokuwa jana. Huyo ndo mtu kipekee unayemjali, nakwambia. Kama kuna sehemu umeona unaweza kupata inner peace, au kama kuna vitu ma, unajua huwezi kuvipata somewhere, unaweza kuvipata somewhere, sehemu nyingine, kama ni kuhama hama, kama uko Tanzania unaona kama kum, kuku, kuhamia sehemu kama Uganda Malawi, Marekani, Uingereza, utatoboa. Jipange toka. Na kama wewe uko Marekani unafikiria kwenda jimbo jingine au nchi nyingine au kurudi Tanzania, Uganda, wapi, Kenya twende. At the end of the day ukiwa huna inner peace, unataka kila siku wewe ujifananishe na watu wa pembeni, watakukontrol. Kila siku wewe unajifikiria kwamba ah, watanisikia, wataniona ni mtu mbaya. Una basi watakumaliza. Amka asubuhi, jipange, wewe kama ukipata inner peace anywhere. Kwa sababu inner peace bana, huwezi kuachana nayo. Jipende mwenyewe, jichague mwenyewe. Usiweke maamuzi kwa sababu ya watu wa karibu. Na ukiona kama umekaa same, uko comfortable sana, you are not growing. Wewe you are not growing. Na watu watakuja, yule mshikaji wako wa pembeni ambaye unamwogopa, unadhania kwamba bwana wacha nimpe jamaa company, siwezi kuwa my state au sijui nini. Akitoboa anakuacha akipata na nani nani mbili tatu opportunities uyo alafu unajikuta uko peke yako, kwa sababu sometimes watu wanakuwa na opportunity one place, wanataka tu wote mkae pale, kwa sababu yeye yuko vyema. Sasa mimi nakushauri wewe, ulikuwa Tanzania, ulikuwa sebi yote, jiangalie hapo ulipo na benefit kama uja, unaona mambo sio wenyewe. Jipange, tafuta maisha, kwa sababu ina peace, utakufa nayo. Utajipenda wewe mpaka siku ya kufa, ila mtu wa pembeni, hey, hey, you never know. Sasa nae filo, nimeongea kidogo tu, mengine next time, wo wo wo wo, mpaka next time, watu wangu.